Kwa majina yanaitwa Jeremiah Gerson Kema ni mkurugenzi wa mipango chini ya taasisi inayoitwa Prime Sports Agency. Prime Sports Agency ikishirikiana na chama cha kuogelea Tanzania Swimming Association tumeandaa kongamano kubwa sana sana ambayo tunaitwa Tanzania Swimming Development Summit ambayo itafanyika weekend hii pale PSSSF Tower iliyopo na mkaba na Mlimani City. Ah, jambo kubwa ni kuweza kuangalia maendeleo ya swimming Tanzania lakini si tu maendeleo ya swimming Tanzania kwa ujumla na pia uh, hata maendeleo ya swimming East Africa na Afrika nzima, kimaanisha Afrika Mashariki, Afrika nzima kwa ujumla. Kwa kongamano hili inakaribisha uh, wanafunzi kusema waogeleaji uh, taasisi mbalimbali zinazojihusisha na mchezo huu au michezo aina yote uh, tunakaribisha pia coaches na tumewajumuisha mle, tunakaribisha viongozi kutoka chama cha kuogelea Tanzania ambao watakuwepo pale pia Uh, tunakaribisha wadau mbalimbali mbali, wazazi bila kuwasahau na watu mbalimbali mbali ambao wanaupenda mchezo na watakuwepo hapo, na si uh, hivyo tu, bali hadi sasa hivi namba ambao tumeconfirm kuhusu kuweza kushiriki ni, ni, ni sio watu chini ya mia moja. Tunaongelea mia moja ishirini, mia moja thelathini mpaka mia moja hamsini. So kongamano hili pia limeshirikiana na mdhamini mkubwa ambao ni North Coast Swim Club. Hii ni klabu ambayo ipo upande wa Dar es Salaam. Hao wametudhamini chini ya mkurugenzi wao mkuu ambao pia ni mshauri um, mkuu wa board ya Prime Sports Agents aitwa Mr. Borega. Tunamshukuru sana, ameweza kutufadhili, tumepata ufadhili wake kuweza kufanikisha kongamano hili. Kwa hiyo sasa tuna confirmed members members au speakers ambao nimeshaongelea speakers, pia wapo tisa. Tuna Max Kanyerezi kutoka Uganda, kutoka Kenya pia Collins Bangiri Uh, tuna Mr. Borega mwenyewe, tuna Nduruma Majembe ambao huyu ni chair wa Masters Swimming Masters. tuna chair person wa chama cha kuogelea Engineer David Mosoge na Ms. Amina Mfaume ambao huyu pia ni na technical director wa Tanzania Swimming Association na atakuepo akiwa kama speakers. Ah, uh, tutakuwa na Dr. Pangani tutakuwa na Neema pia tutakuwa na Miss Bella Fire, huyu uh, atakuja kuongelea kuhusu challenge ambazo wanazipata wazazi katika kumwendeleza mtoto sini na wengine wengi, kwa hiyo tuna wakaribisha wadau wote ambao wanaupenda wa mchezo ambao natakia mema mchezo kuweza kuja kushiriki, kwa sababu ni mchezo pendwa na unakuwa zaidi Tanzania, na si, mba, si hapo tu, pia tutakuwa na ugeni kutoka serikalini ambao chini ya baraza la michezo watakuwepo pale kwa ajili ya kuweza kusikiliza kuona maoni ya wadau mchezo umetoka wapi uko wapi na unaendelea wapi. Kwa hiyo kitekniko, kiufundi na kimaendeleo zaidi, uh, hili jambo limekaa kikubwa zaidi. Na kesho hapo mapema uh, tutaenda tayari kwanza kwenda kupeka setup na almost asilimia tisini uh, zimeshaa zimeshakamilika za maandalizi. Ao Jumamosi ni siku ya kwenda kukaa, tunakwenda kwanza kutambua mada moja baada ya nyingine tunazungumzia mada za maendeleo ya swimming ilipotoka, iliyopo, napoenda na pia tutazungumzia na challenges eh, za swimming challenges zetu zinazokumba ikiwa ni za technical, ikiwa ni challenges za kiutendaji, ikiwa ni challenges ambazo zinakumba waogeleaji, zinakumba viongozi, zinakumba walimu ambao ni makoche, zinakumba wazazi, na pia hatujaacha mbali swala la lishe. Lishe ni muhimu sana katika mtoto aweza kuperform vizuri, aweze kufanya vizuri katika uogeleaji wake katika mchezo wake katika kwenda kukompiti kwenda kushindana, lishe ni muhimu. Kwa hiyo atakuwepo pale Miss Neema atakuwepo Dkt. Pangani kwa ajili ya kuweza kuangalia lishe kwa lisha. So, so, kumalizia, uh, kumalizia tu japokuwa bado siku tatu, tunakaribisha pia uh, sponsors ambao hawa ni wadhamini, tuje kwa wingi kwa sababu kongamano ni kubwa uh, utakuja kufaidika na yeye namna moja au nyingine, na pia niwakaribisha wadau wote. Japokuwa nafasi tumeshafunga, mpaka sasa hivi hatupokei uh, washiriki. Nafasi za washiriki zimeshafungwa, lakini tunakaribisha kwa namna moja nyingine tunaweza ukaparticipate, kwa sababu tunajua Tanzania ni yetu, tunajua nini ambayo tunaweza tukakifanya kwa namna, namna moja ili kuweza kuendeleza michezo yetu hapa Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Na kupitia kongamano hili pengine kitu gani ambacho mnategemea kukipata mara baada ya kumalizika kwa kongamano? Tunategemea elimu kubwa zaidi hasa kwenye community yetu ya swimming. Tunahitaji elimu ili kuweza kuendelezea huu mchezo, na tukishapata elimu najua performance ita, itaongezeka na hasa katika kujiandaa mashindano mbalimbali ikiwa ni ya kitaifa na kimataifa. Pia elimu inahitajika, elimu kwa watu wote, iwe ni mchezaji, iwe ni mzazi, iwe ni coach, iwe ni kiongozi, elimu ni muhimu Oaa, tumeandaa sasa hii summit au kongamano hii kuweza kuitisha watu wote. Tunakaribisha pia na waandishi wa habari wote waje kufika pale kuweza kupata madini namna moja au nyingine, kwa sababu wakitoka pale wataenda kuendelezea kuweza kutangaza zaidi mchezo wetu kwa kufika mbali. Ah, kingine mimi ni shukuru tu, nishukuru kwa wadau wote, nishukuru kwa media zote ambazo zimeweza kukushu mchezo awakupushi hii taarifa ili watu wengi, kwa kusema kweli, hii taarifa imepokelewa sana, watu wengi sana, namba nyingi sana, hata waiting list imekuwa ni kubwa japokuwa tumeshafunga. Lakini tutatafuta namna tuweza tuweze kufanya tuna accommodate vipi hawa watu next time.